Kwa kampasi ya Arusha leo tunaadhimisha ama tunazindua na tumezindua rasmi hizi conference na zitaendeshwa kwa siku mbili. Conference hizi ni nini? Conference hizi zinasaidia sasa machapisho ambayo uh, wanafunzi wamefanya research kwenye level ya masters. Sasa research hizo ambazo zime zimeandikwa kwenye vitabu tunatafuta, tumetafuta njia rahisi ya kuhakikisha kwamba zinawafikia wadau kwa sababu E, ukiandika research na kuiacha tu kwenye kitabu kile nakaa wadau isiwafikia moja kwa moja, lakini avenue hii inasaidia sasa tafiti zile wanafunzi ambao wamefanya zinaweza kuwa visible kwa watu na zinaweza kuwa in open discussion na kwa kwa watu kuchangia contribution ya, ya, ya tafiti hizo ambazo zimefanya. Kwa hiyo ni kitu muhimu sana kwa, kwa kwenye level ya taaluma, lakini katika kusaidia nchi, kwa sababu tafiti hizi zinafanywa katika mazingira haya ya Tanzania na kwa wanafunzi ambao wa wako nje ya nchi, basi wanafanya katika mazingira hayo ya kule. Kwa hiyo tunakuwa tunapata data ambazo zinatusaidia hasa kujenga nchi, kubadilisha policies zetu za nchi na mambo mengine. Siku ya leo tarehe 20 mpaka tarehe 21 tunafanya paper presentation, ambao ni platform kwa sisi wanafunzi kwa baada ya ku soma darasani, kuandika research, ku present research. Kwa hiyo ni platform ya kufanya research zetu ziweze ku, kuwa public, ziweze kuonekana na jamii. Chapisho langu linasema effect of service quality on citizen satisfaction a case of Sia district. Uongozi ni it's all about serving the citizens, kuwatumikia wananchi na pia ku, ku bring ile happiness. Sababu unadili na matatizo ya wananchi kwa hiyo I, because ya leadership and governance inaweza kuni, inaweza kunipa uwezo mimi, au kunijengea mimi uwezo wa kuweza kuwatumikia na wananchi kwa yani kiprofessional zaidi. Mimi binafsi andiko langu linahusu the role of security forces and the, its deployment on ensuring that there will be a peaceful election specifically 2025 election. So, uh, nipo hapa fanya presentation hiyo na nategemea kwamba andiko langu hili litakwenda kuwa saada huko mbele kwa jamii, lakini pia kwa mataasisi ambayo yanahusika kwenye kusimamia uchaguzi na chagu, chaguzi zinazokuja.